Unajua kwa nini kila wakati unahisi simu inanivuta? Kwa sababu ilibuniwa kukufanya uangalie kila siku. Kila unaposcroll, kutazama video au kubonyeza matangazo, watu wanapata pesa kuwa kukutumia wewe, unabaki na machozi ya kutojaza malengo yako. Ulimwengu wa leo ni uchumi wa umakini. Umakini wako ni bidhaa inayouzwa kwa mkubwa zaidi duniani. Unapotazama video za burudani kwa masaa, mwenye video anapata pesa. Unaposcroll kwenye Instagram, Zuckerberg anajenga jumba jipya. Unaponunua kitu kwa bahati mbaya, kampuni inashangilia. Wewe unalipa kwa muda wako, nao wanakula kwa furaha. Teknolojia hii haikutengenezwa kwa mapenzi yako, iliundwa kukuvuvuta kwa notifications kali, kukufanya uendelee kwa video fupi fupi, kukufanya uhitaji kununua kitu usichohitaji. Je, unataka kuishi maisha ya kukamatwa kwenye mtego huu, au unataka kugeuka mtazamaji kuwa mtajiri? Kama wanaweza kutumia umakini wako kufanya pesa, kwa nini wewe usifanye hivyo? Anza biashara online leo kwa kutengeneza bidhaa zinazowafurahisha watazamaji kama video, ebooks, kufanya matangazo kwa kampuni kwa kutumia mitandao yako, kuwa mwenye chaneli au blogu yenye mapato ya matangazo. Vifaa vyote viko mikononi mwako. Tumia simu yako kujenga siku, haribu. One, zima notifications zisizo na maana. Jifunze ujuzi wa kufanya pesa mtandaoni kwa YouTube au kozi Tengeneza bidhaa huduma inayotatua tatizo la watu. Tumia muda wako kujenga ukurasa wa Instagram au YouTube badala ya kutazama. Kumbuka, muda wako ni mali yako, usiuze kwa bei ya chini. Kila sekunde unayotumia kwenye simu kwa burudani, unampa mwingine pesa. Sasa ni wakati wa kujipatia pesa yako mwenyewe. Anza leo, tengeneza, sambaza, uzuie ulimwengu kukunyonyea umakini wako. Ni wa thamani, uuzie mwenye kukubali kukulipa. Andika kwenye maoni nimeamua kutumia simu yangu kwa biashara. Kama video hii imekusisimua, gusa kitufe cha kushare na waambie wenzako ni biashara.